Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As asanteni sana wananchi, kwanza niwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura ambayo ni haki yenu ya msingi. Sasa tunaelekea kwenye zoezi la kutangaza matokeo. Hii, ni kwa mujibu wa kanuni ya 58, mbili, kifungu A, wa kanu, ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025, mimi Michael Steven Farai kwa mamlaka niliyopewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi natangaza na kama ifuatavyo: idadi ya wapiga kura walioandikishwa ni 99305 kwa mujibu wa, wa daftari la kudumu la wa wapiga kura. Idadi ya halisi ya waliopiga kura ni 78947 idadi ya kura halali ni 77910 idadi ya kura zilizokataliwa ni 700 19. Matokeo ni kama ifuatavyo: Faraja Espirus Protas wa chama cha Sau, mwanaume, amepata kura 67. Amani Hamidu Zuberi, mwanaume, wa chama cha TLP amepata kura 78. Damas Filbert Damas wa chama cha KAF amepata kura 273. Suzana Elia Joseph wa chama cha CCK amepata kura 307. Advoket Olaf Leonardi Kabogoye wa chama cha ACT Wazalendo amepata kura 3208 na Alan Thomas Mvano wa Chama cha Mapinduzi amepata kura 75752 Kwa matokeo haya Namtangaza ndugu Alan Thomas Mvano kuwa mbunge wa jimbo la Kakonko, na atampatia cheti cha ushindi ambacho atakwenda nacho nyumbani, na sisi tutabaki na nakala yetu kama kumbukumbu ya halmashauri.